Benki ya NMB kwa kushirikiana na Metro Life Assurance inakuletea kikundi chatbot huduma mpya ya bima kupitia WhatsApp rahisi ya haraka na ya kidijitali kwa kutumia WhatsApp. Mwenyekiti wa kikundi anaweza kusajili kikundi na wanachama wote kwa urahisi. Fungua WhatsApp, anza kuchati na Jirani, chagua huduma ya bima, chagua bima ya kikundi, utaingia chatbot ya kikundi. Hatua ya kwanza, mwenyekiti atasajili kikundi kisichopungua watu watano kwa kutoa maelezo ya kikundi, ikiwemo aina ya kifurushi cha bima kilichochaguliwa na kikundi. Hatua ya pili ni kukusanya taarifa binafsi za kiongozi wa kikundi. Hatua ya tatu ni kukusanya taarifa wanakikundi . Hatua ya nne, utapokea nukuu ya malipo ya kikundi chako na kuanza kulipia ada kwa NMB mkononi app au USSD, wakala wa NMB Bank na tawi letu la karibu. Chatbot hii ina uwezo wa kujibu maswali tofauti yanayohusiana na bima ya vikundi na hata kusajili madai ya vikundi. Utapata taarifa za aina za vifurushi vya bima kama Gold pamoja na wazazi, Gold bila wazazi, Silver pamoja na wazazi, Silver bila wazazi Bronze pamoja na wazazi na Bronze bila wazazi. Huduma hii inapatikana saa 24 kwa siku, siku saba za wiki. Ni kubofya tu, kwa teknolojia ya kisasa na rahisi. Kwa kuanzia shilingi elfu sita tu kwa mwaka, unapata kifurushi chenye fidia hadi milioni tano. Inafaa kwa vikundi vya familia, vikoba, dini au wanafunzi. Jiunge leo kupitia WhatsApp kikundi Chatbot kwa maendeleo na usalama wa kikundi chako. NMB Bank, karibu yako.